Tuwe na ushirikiano mkubwa sana na serikali, hiyo ndio ni maombe. Nchi hii ni ngumu, sio kidogo sana, tuwe na ushirikiano na mshikamano kwenye maslahi ya walimu na kwenye maslahi ya taifa. Mnielewe sana hapo, tunazungumza maslahi ya walimu, lakini tunazungumza maslahi ya taifa. Hii nchi ni ya kwetu, ni ya kwetu hii nchi. Lazima tuangalie maslahi yetu sisi kama walimu, lakini lazima tuangalie maslahi ya taifa letu. Taifa letu ni kubwa kuzidi mimi. Taifa letu ni kubwa kuzidi wewe. Ndio bwana kwa haya ambao mmeweza mnyinyiza majaliwa kupata watoto, hautakufa tena hapa duniani. Wewe oh, utabaki tu kuishi. Hatukifikisha miaka 80, 90, 100 tumekuzika, lakini kwa kumi acha familia hapa duniani. Wewe utaendelea kuishi hapa duniani. Sasa hao wanaotakiwa kuendelea kuishi hapa duniani sababu yako wewe. Hao ni taifa tunawahitaji sana. O, nini kwa hiyo ninyi walimu kwa kweli waombe sana. Tushikamane kushirikiana na serikali kwenye mambo yote ambayo kimsingi yana maslahi kwa taifa letu. Lakini pia waombe mimi, si wafamu wanaogombea. Chaguini mtu ambao ukimtazama hivi kweli, kikutana na mamlaka za kitaifa zimekuja hapa zinasema tunamuomba mwenyekiti wa CWT afanane na Butiama. Chaguini mtu mwenye hekima na busara, nidhamu ya hali ya juu sio tu kwenye ninyi walio na hata kwenye mamlaka pia, chagueni watu ambao si watu wa ukurupuka, si watu ambao wana busara, si watu ambao wana hekima. Hii Butiama ni tofauti sana na maeneo mengine. Nawaambie, kuna muda alikuwa anajiuliza nini nini kitokea. Mimi kaja Butiama, kaanza kuwaza, ala, kumbe kuna muda mwingine kukaa kimya na busara, hata kama kuna kitu kimekuumiza. Kuna kuna muda mwingine hata kuto kulewa nao ni muhimu sana pia. Sababu kilewa, alafu wewe nilikuwa namwambia ubani. Wewe ni sida duty. Ume na kutu chat, melewa umejikojolea. Na kutu umelewa kwenye mitandao wakati na chatu, umechati vitu ambavyo, no havieleweki. Au ni mwenyekiti wa sida duty. Nitakuja ni kuweke ndani. Sababu si tu kwamba utakume umezalilisha, umezalilisha, umezalilisha ume neno Butiama kwa baba wa taifa. Baba wa taifa ni mwalimu Professional kabisa. Alafu wewe ni mwalimu, umeenda kwenye mitandao umeandika vitu ambavyo havieleweki, kwa sababu umeelewa na kuzalilisha. Kwa lazima nikukumbushe kwanza, najua ni kinyume, pengine nataratibu kukuweka ndani, lakini nakuweka ina wewe umie, kwa sababu siwezi nikakupiga wewe. Heshima, hekima na busara, nawaambie uchaguzi umeenda kufanya una maana kubwa sana kwenu ninyi na kwa taifa hili, na hasa Butiama. Kwa hiyo sana, tutangulize hekima tangulize busala na nidhamu ya hali ya juu tunapoenda kumpata mwenyekiti wa wa Butiama wa CWT. Siku moja nilienda kwenye chama huko nikaambia, chama chetu kule kaambia mtuchangulie mwenyekiti mwenye wa ambao, tukimuona hivi akikaa na mwenyekiti wa CCM wa taifa, Mama Samia amekaa pembeni hivi, mtu msione <coughs> <Utiyama. coughs> jamaa wanapanda aenda kwa katibu CWT taifa, sijui ndugu yangu naye amepanda. Sio kwamba najua nie ni watumishi, si kwamba serikali iko mbali, hapana. Inaona inaona tena sana, inaona kwa sababu ninyi ni watumishi wa serikali. Kwa hiyo niwaombe sana kwenye vituo mnajua. Na CWT mimi nimekuwa na ugomvi huko nyuma, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wakituibia kwenye CWT. Mimi najua ikua kule mwalimu mkulu. Kuna wazi wengine hata t-shirt zile tulikuwa tunajituna kujumiwa kwenye CWT. Na mwana mwizi ni mwizi tu. Ha, haweza akawa ha, mwizi leo kesho kaacha. Mwizi ni mwizi ni mwizi tu. Tuleteeni sisi walimu. Mi mwini mwenye ni mwalimu watu ambao hawata pibia pesa zetu. Tuleteeni mwizi watu ambao hata wakiangaliwa wakitazamwa hivi na asili ya Butiama wanasema kweli huyu kwe, ni mwenyekiti wa CWT. Ndugu zanguni, niwaombe sana, siku hii ya leo, uchaguzi wenu uende kwa amani na utulivu. Mwenyezi Mungu wa mbinguni awatangulie. Lakini kikubwa, tukitoka hapa, tuwe na mshikamano, tukafanye kazi ya kujenga taifa letu. Na niwakumbushe pia, kila unachokifanya, kuna watu wako nyuma yako. Kila unachokifanya, wakati mimi nimeteuliwa kuwa DC, lakini nasema, najua nilifanywa vetting Sawa, so, jamani nilifanyiwa uchunguzi e, kwa kama shughulini wakati na, naacha cha uwalimu wangeenda kakuta kwenye mafaili yangu sifundishi, ilikuwa ni ngumu sana kwa mimi na serikali na, na, na, na shangaa ninaenda, kuna ofisi moja nilienda nakuta picha yangu ya kuwa mwalimu bora wa kufundisha miezi mitatu mfululizo na ikuta kwenye file, nikabaki nashtuka shtuka, ime hii imekujaje kutoka mkoa wa Katavi hadi hapo? Kumbe kuna watu wako nyuma yetu ambao wanaangalia maisha yetu. Niko na mwambia bwana, inawezekana kuja kwa mkoa ila miaka ijayo kwa na mwambia bwana bwana, ngombe ujunge lakini, inawezekana huko tunakokwenda, kazi unavyoifanya unavyoshirikiana na watu.